Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuripoti kuhusiana na kitu ambacho Mange Kimambi amekieleza kuhusiana na familia ya Diamond Platnumz, sakata la Zuchu pamoja na mama mzazi wa Diamond Platnumz, tunazungumzia boss Mama Dangote. Mwana bwana, Mama Dangote bwana ni mtu ambaye, kwanza kabla sijasoma ujumbe ambao ameuandika hapa Mange, nataka nieleze tu the way ambayo situation ilivyo. Ni kwamba katika hii issue ambayo inaendelea sasa hivi kumhusu Diamond bwana, tumeona Mama Dangote amekaa kimya na sio leo au jana, ni kwa muda mrefu sana. Sasa hivi ni kama mwaka au miaka miwili, Mama Dangote hazungumzi sana au haingili sana maamuzi ya Diamond, maisha ya Diamond hayaingilii yeye, vitu vyake anafanya low key huko mitandaoni hatumuoni kabisa akizungumza chochote. Hiyo ni, ni moves ambazo za kinyamwezi sana, yaani umaza amekuwa, yani yuko very serious yani, eh? Ni mama fulani hivi classic. Eh, unaona bwana, tofauti na huko awali inasemekana kwamba alikuwa aki comment sana kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea kuhusiana hususan na maamuzi ya Diamond. Lakini this time around tunaona kwamba ni mtu fulani hivi amekuwa low key yani, hataki mambo mengi, umeona bwana. Na vitu negative, inaonyesha kwamba havitaki kwenye maisha yake, yani vitu negative, vitu ambavyo yeye anaona kwamba hivi ni michoro, vitu havieleweki, huwa anavi anavi block au vi bwana. So tunafahamu kwamba Mange ni moja kati ya watu ambao wanafuatilia vizuri na anaripoti vizuri haswa habari za familia hii, na sometime nadhani uaga vinamkwaza zinamkwaza mama Dangote. Kwa hiyo Mama Dangote, kumbe bwana alishamlambaga kikufuli Mange Kimambi kitambo sana, na Mange mwenyewe alikuwa hajagundua sasa, amegundua hivi karibuni. Kwa hiyo baada ya kugundua, ndo akaja akaweka hii picha hapa ya Mama Dangote na akaweka ujumbe huu hapa, nataka nikusomee. Mange ameandika kwamba Mama Dangote, sija sijajaribu kukusearch eh, kama wiki mbili hivi. Jana nimejaribu ndo nikagundua kuwa umeni block. Mama Dangote, miaka yote mimi huwa na naarisha mdomoni ila hujawahi kuni block. Nimejiuliza sana, nimekosea nime nimekukosea nini? Imenichukua muda mno kupata jibu. Itakuwa ni ile posti ya ku, itakuwa ni ile posti ya kufuturisha yale matusi niliyoyaandika. Ila Mama Dangote, sidhani kama ulielewa ile posti. Sikukutukana, yale matusi niliyasema Uh, nili, nilisema kwamba yale matusi nilisema kwamba yawezekana King'anga anamwambiaga dai uh, akutukane hivyo, basi wakati kwenye mazung, kwenye uwaga yale matusi nilisema kuwa dai uwaga anamwambiaga akutukane hivyo wakiwa kwenye mizagomwano na yeye pia anasema, ila sio kama nilikuwa nakutukana wewe au Esma matusi yale. Mange huyo, akaendelea Mange kusema kwamba nilikuwa natolea mfano kama una, kama unaamini nilikutukana matusi yale, basi naomba unisamehe, mama yangu. Haikuwa nia yangu, naomba unisamehe. I feel really bad that umedhani nimekutukana matusi yale. Siwezi mrushia mama wa mtu matusi kama yale tena, eh, tena ikiwa hujanikosea chochote. Umeona Mange huyo? Kwa hiyo Mange ameomba radhi. E, jambo la kiungwana kabisa. Always mtu waga, yaani mimi mtu hata kama akiwa ni mbaya kiasi gani, lakini at the end of the day akiomba radhi waga, naishiwa nguvu e, kibinadamu. Umeona, kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza usi expect kuona kwamba eti Mange pamoja na jeuli na, nini na mdomo alionao kwamba anaweza kaomba radhi, lakini this time around amemuomba radhi Mama Dangote so hapa bwana mama Mangi akaendea kusema kwamba nisamee mama Dangote, nimekukosea e, nimekosa amani mno. Maana kwanza kabla sijagundua why umenibloku, cha kwanza kabisa nilidhani labda umemuaccept King'ang'a na, hun, na upendi vile, simkubali yani, nilitetemeka na kukosa nguvu, nikasema kwamba mama Dangote kamkubali, kamkubali King'ang'a mpaka kanibloku. Basi nimekwisha, nililia sana mama. Ni ani bloku eh? Mama ni ani bloku, sisi ni one team, lazima tumwokoe kijana wetu dhidi ya yule mama mtu mzima hovyo na binti yake. Tusitengane tutakapo, tutakapo tutapunguza nguvu, tusitengane tutapunguza nguvu, kijana atapotea mazima. Ni ani bloku please jamani. Kaniombeni msamaha kwa Mama Dangote, umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo sasa. Mange, bwana, ameamua kuomba msamaha kwa Mama Dangote. Mm, kuna vitu ambavyo alivizungumza vyeusi, kuna matusi aliyaandika. Kwa hiyo mama Dangote huenda akawa amedhania kwamba yale ni matusi ambayo Mange alikuwa ameyaandika kwenda kwa kwake. Kwa hiyo kwa mama Dangote, kama nilivyokuambia hapo awali, uaga hapendi hiyo mambo, mambo yao ya michoro michoro, vitu negative, nadhani avifagili kabisa kwenye maisha yake. Kwa hiyo akaona okay, upuzi, akamlamba block, unaona. Kwa hiyo Mange hii imemuuma eh, kulambwa block na mama Dangote, kwa hiyo imemuuma. Kwa hiyo amemuomba mama Dangote amwan block na ametuma watu akamwombea msamaha kwa mama Dangote. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa hiyo hapa tunasubiria tuone, je, tuoneje mama Dangote atamwunblock Mange au la. Sasa kuna watu ambao yani, ni wataalamu wa haya mambo wanakuambia kwamba huu ni mtego, ni mtego ambao Mange ameuweka. Kwa kwa kifupi ni kwamba mama Dangote akimwunblock Mange manake msamaha accepted lakini pia at the same time utakuwa umeshaelewa kwamba mama Dangote anakubali upambanaji wa Mange kuhusu Zuchu y <laughs> yaani yeah. Iwapo kama mama Dangote akimwani block Mange maanake ni kwamba of course atakuwa amemsamehe, lakini pia at the same time atakuwa anakubali mapambano ya Mange dhidi ya kumpiga vita zuchu. So, ngoja tuone itakuwaje. Wadau hapa wamekuja kuweka maoni. Kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana mm, huyu ni Cox dawa yao ameandika kwamba mm, huu mtego hata Gamondi atoboi. Mange anaomba msamaha kwa adabu hivi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana msamaha umeshapita huu. Kuna mtu mwingine so, anasema kwamba bwana Mange, tunaomba umuongelee na umedimpozi hela anapata wapi. Kwa mtu so, bwana sema kublokiwa inaumaga nyie. Alafu mtu kama alikuwa ulikuwa unamfuatilia kila siku hata kumchungulia maumivu yake ni bora uji ujing'ate ulimi. Kuna mtu ameandika hivyo kwa sababu bwana tunaosema Mange asamehewe na atatolewa block like hapa. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana ila yondo da, bwana wewe kweli kivuruge wa taifa kwa mtu amekuja kuandika hivyo ila, huu mm, um, msamaha umekaa kikamati mno. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu amesema, bwana, kuna kitu mama, kuna kitu mama, akiruka akiruka soti tu, mange anatua na bomu sio bule. Kuna mtu ameandika hivyo, kwa mtu amesema, kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba, bwana, dada limemkuta jambo ngoja nikampigie magoti Mama Dangote bwana akufungulie. So hivyo ndivyo situation ilivyo, watu hapa wamekuja kuweka comment nyingi sana. Wengi wanataka Mama Dangote amu block Mange Kimambi, na kwa vile Mange Kimambi mwenyewe ameshagundua kosa lake na amemuomba radhi, basi huenda labda eh, huyu ni mtu huyo. Mama Dangote ni mtu wa busara sana, so huenda anaweza kamtoa block, yani japokuwa na yote anayoendelea na nini na nini na nini huyu mama yuko reasonable anaweza akamtoa block. Ngoja tuone, tutafuatilia na tutakuja kuripoti hapa hapa Trend TV. Lakini kwa sasa hivi, hebu weka maoni yako katika comment section na pia vile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.